Karibu katika darasa na Dr Shafii the Don. Subscribe katika ukurasa huu wa YouTube ili uwe wa kwanza kupata notification, lakini pia fahamu kuwa Maalim Shafii hatumii TikTok wala Facebook. Unaweza kumfollow kupitia akaunti yake ya Instagram tu at don underscore shafineyz. Na siku ya leo katika darasa Maalim Shafii anakuletea maajabu ya chumvi ya mawe. Tafadhali kaa kitako upate madini. Simulizi hii imeandaliwa na Denis Mpagaze. Maalim Shafii The Don anayajua mengi sana. Ni moja ya watu wachache wanaoyafahamu mambo mengi kwa undani. Fanya kumtafuta hivi sasa kwa kupitia 0692007575. Na siku ya leo Maalim Shafii anatupa maarifa yaliyojificha, inajulikana lakini hatuyajui, wanayajua watu wachache tu, watu wajanja. Maarifa hayo ni kuhusu nguvu ya chumvi ya mawe katika kupambana na uchawi, nuksi, mikosi, balaa na magonjwa sugu. Nabii Elisha alitumia chumvi kutibu maji yaliyokuwa hayafai kwa matumizi katika Bibilia, Wafalme ya Pili sura ya 19 hadi ya 21 inasema kuwa Nabii Elisha alitumia chumvi ya mawe kutibu maji yaliyokuwa hayafai kwa matumizi. Maji ya baraka yanaitwa chumvi. Wakatoliki wanalijua hilo. Sisi ni chumvi ya ulimwengu chumvi ya mawe ina uwezo wa kuosha mwili uliochafuka, mwili uliorogwa, mwili wenye nuksi na mikosi. Maalim Shafii anasema mwili huo uliochafuka husimbuliwa na shida nyingi za magonjwa, uchovu na mauzauza ya kutosha. Kwa hiyo kama una balaa hizi, Shafii anasema chukua chumvi yako ya mawe, tia kwenye glasi safi na maji safi, kisha sema hivi: ewe chumvi ulioumbwa toka asili ya dunia ilipoanza, kama utunzapo vitu, tunza mwili wangu, kama utakasavo vitu, takasa mwili wangu ning'are. Shafii anasema chumvi ni utakaso, inaondoa uchafu wote wa kichawi na wa kiroho. Chumvi inafungua vifungo vyote vilivyofungwa juu yako. Zamani kutokula chumvi ilikuwa ni kifo. Siku hizi tunaambiwa eti chumvi ni hatari, tusile kabisa. Hawa watu wanaosema tusile chumvi wanaijua siri ya chumvi, kwani ukila chumvi hata akili inakaa sawa, haui maamuma. Zamani waharifu waliuawa gerezani kwa kupewa chakula kisichokuwa na chumvi. Mbinu ili hii iliwaua taratibu. Hii maana yake ni Jibu lake ni kuwa usipokula chumvi utakufa. Kama ubongo na uti wa mgongo vimo katika mfuko wa maji ya chumvi, kitaalamu kitaalam unaitwa cerebrospinal fluid. Tukiacha kula chumvi si tutaathiri ubongo? Anauliza Maalim Shafii The Don. Fahamu ya kuwa hata yale maji yanayopatikana katika mfuko wa uzazi wa mama unaomsaidia mtoto kuelea ni maji ya chumvi, kitaalam huitwa amniotic fluid. Isipokuwepo kuna mtoto hapo hakuna, kwa kweli. Machozi yetu, jasho letu, damu yetu ni chumvi, kojo wetu ni chumvi, manii zetu pia ni chumvi. Unadhani imetokea kwa bahati mbaya? Mifupa yetu inamiliki asilimia 27 ya chumvi yote mwilini. Mifupa ikikosa chumvi inakuwa dhaifu. Ngoja kwanza, kabla sijaendelea, hivi hujazelewa hoja za Dr. Shafii The Don? Leo tunaambiwa chumvi ni hatari, inasababisha presha na balaa jingine kibao. Watu wote sasa wanaogopa sana chumvi na wakati chumvi ni maisha Shafii anasema. Kwani hata ule usemi wa amekula chumvi nyingi, unadhani umetoka wapi? Umetokana na umuhimu no wa chumvi katika maisha. Chumvi ni maisha, anapigilia msumari Maalim Shafii The Don. Ishi kwa kula chumvi siku zote tutaambiwa chakula chenye chumvi kidogo au kisichokuwa na chumvi kabisa ndicho chakula bora kwa afya zetu. Haya maarifa yanatoka wapi? Shafii The Don anaendelea kuhoji kwamba kama chumvi ni mbaya, kwa nini huwa inachanganywa kwenye dripu za wagonjwa? Kila siku zinavyozidi kwenda, tunaishushia thamani chumvi, tunaichukulia poa chumvi, tunaichukia chumvi tunaikataa chumvi bila ya kufahamu kuwa kuikataa chumvi ni kukata tamaa ya maisha. Kuichukia chumvi ni kuchukia maisha. Kipindi cha zamani, chumvi ilitumika kama fedha, ndiyo maana neno salary linatokana na salt kwa Kizungu, yani chumvi. Kipindi cha zamani, dhahabu na chumvi vilikuwa na thamani sawa, ila siku hizi dhahabu imebaki kuwa juu na chumvi imeshuka chini. Haya ni maajabu kabisa. Maalim Shafii The Don anakuambia chumvi inafukuza nzi. Wewe safisha meza yako kwa maji ya chumvi uone kama nzi watatua hapo lakini pia kwa mujibu wa Shafii the Don, chumvi ni dawa ya fangas na miwasho ukeni. Maalim Shafii anasema kama una matatizo ya afya ya uke, chukua maji ya moto, tia chumvi ya mawe, jifukize ukeni, wiki moja tu utakaa sawa kabisa. Chumvi ni utakaso, ina uwezo wa kukusafisha njia ya mafanikio, ukaaga kabisa shida zako. Chumvi ya mawe ni kama sabuni, ina kazi kubwa ya kukusafisha na kuko kufungulia maisha yako upya. Chumvi inaondoa mpaka stress, na kama mapigo yako ya moyo yanaenda ndivyo sivi, hivyo weka kipande cha chumvi mwishoni mwa ulimi hadi kiyeyuke. Uk niamini mimi utakaa sawa kabisa. Jambo lingine ni kuwa chumvi husafisha na kuondoa makohozi, sauti kukwamakwama na kifua kubana. Shafii anasema hata kwa wale wenye tatizo la kutoka udenda, wale chumvi ya mawe, udenda wote utaisha. Lakini pia kwa wenye tatizo la kutopata usingizi, waoge maji ya chumvi. Ukioga maji ya chumvi, unapata usingizi mzuri sana. Maalim Shafii anasema, ukifika usiku, chukua kiasi kidogo cha chumvi, nyunyizia kuzunguka kitanda chako chumbani, au hata katika nyumba yako. Fanya hivyo huku ukinui a yale utakayo. Kwa mama anayenyonyesha, ukitoka kwenye mikusanyiko ya watu, tafadhali oga maji yaliyotiwa chumvi ya mawe kabla ya kumnyonyesha mwanao. Hata kwa wale wenye matatizo ya kutokwa na damu mafizini, cha kufanya ni kuloweka chumvi kwenye maji ya vuguvugu na kisha kusukutua. Chumvi ya mawe huimarisha uwezo wa kufikiri na kumbukumbu kumbu. Chumvi ya mawe ina uwezo wa kufukuza mapepo wachafu mwilini. Chumvi ya mawe ina uwezo mkubwa wa kuzuia chuma ulete, anasema Maalim Shafii the Don. Cha kufanya, weka chumvi ya mawe unapoweka hela zako. Chuma ulete hawezi gusa pesa yako hata kidogo na huu ndio mwisho wa darasa hili la Maalim Shafii The Don, na ili uwe wa kwanza kupata taarifa kuhusu darasa hili, tafadhali usisahau kusubscribe katika kurasa huu wa YouTube ili uwe wa kwanza kupata notification. Lakini pia fahamu kuwa Maalim Shafii hatumii TikTok wala Facebook. Unaweza kumfollow kupitia akaunti yake ya Instagram at don underscore shafineyz, na kama una swali lolote kuhusu nguvu ya chumvi ya mawe au swali lingine lolote lile, mpigie Shafii naye atakuitikia. Unaweza kumpigia kupitia simu namba 0 sifuri sita tisa mbili sifuri sifuri saba tano saba tano.